Kamati ya mawakili wa hadhi ya juu almaarufu Senior Counsels imewapendekeza mawakili 54 kutuzwa taji hilo. Miongoni mwa mawakili maarufu kwenye orodha hiyo ni Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetang'ula, rais wa chama cha mawakili humu nchini LSK, Faith Odhiambo, aliyekuwa gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivutha Kibwana na aliyekuwa wakili mkuu wa serikali Kennedy Ogeto. Wengineo ni pamoja na mwenyekiti wa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi AIPOA Isaac Hassan, marais wa zamani wa LSK Nelson Havi na Eric Theuri, Daktari Mudhomi Thiankolu, Elisha Ongoya, Katwa Kigen, Patrick Luta na Ambros Rashier. Kamati hiyo inayoongozwa na mwenyekiti wake Philip Murgor iliyafikia uamuzi huo kufuatia mchakato wenye ushindani wa usaili. Jumla ya mawakili 105 walikuwa wametuma maombi kutuzwa hadhi hiyo.